Subhanallah, Allah, jambo hili limenishangaza sana akili yangu. Nafikiri hata na wewe litakushangaza sana. Naam, wacha nikueleze. Kuna mtu leo aliniuliza swali hili. Je, tutakapokufa na tukawa mifupa na mapande yaliyovurugika ndo tutafufuliwa kwa umbo jipya? Mm. I'm so confused. Nikaanza kutafuta jibu katika Qur'ani na mwishowe nikalipata. Lakini kabla sijakuambia, hebu kwanza fikiria jambo hili kwa makini. Kuna fundi anayetengeneza chungu kizuri kwa udongo. Siku moja chungu hicho kikavunjika vipande vipande. Je, fundi huyu atashindwa kukusanya ule ule udongo na kutengeneza chungu kingine? Sasa fikiria Mwenyezi Mungu aliyekuumba kutokana na udongo, akakupa uhai, macho na akili. Je, atashindwa kukuumba tena baada ya kufa? Sasa tusikilize Qur'ani. Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika, tutafufuliwa kwa umbo jipya? Sema, huweni hata mawe na chuma, au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao na watasema, lini hayo? Sema, asaa yakawa karibu. Subhanallah! Ukiwa umeipenda hii, usisahau kusubscribe ili usipitwe na video kama hizi za kukuongezea maarifa na imani.